Naam, habari za wakati ndugu mtazamaji. Leo nimekuletea mfumo ambao nimeutengeneza ambao unafahamika kwa jina la Student School Results Management System. Huu ni mfumo ambao unahusiana na matokeo ya shule kwa maana shule za zote kuanzia level ya chini kabisa, I mean, chekechea lakini level ya primary lakini level ya secondary form 4 mpaka form 6. Kwa ndani ya huu mfumo kuna faida nyingi nyingi nyingi ambazo ni zipo zinapatikana. Kwa mfumo unaitwa jina la Student School Results Management System, ni mfumo ambao nimeutengeneza kwa ajili ya streamline vitu vinavyohusiana na matokeo ya shule. So twende tuone faida gani ambazo zinapatikana kwenye mfumo. E, nini faida za mfumo huu? Moja, tunasema unamruhusu mwalimu kuingiza marks kutumia simu yake ya mkononi. Hii ni moja ya faida, moja ya kwanza huu mfumo, kwamba mwalimu ataweza kuingiza marks za wanafunzi kupitia simu yake ya mkononi, kwa sababu huo mfumo umetengenezwa inyewe ya kwamba una uwezo wa kuingiza, kumruhusu mwalimu akaingiza marks za wanafunzi kupitia simu yake ya mkononi. Hiyo ni faida namba moja. Lakini faida namba mbili mfumo unawezo, unaweza kuingiza maksi za mwanafunzi mmoja mmoja au wanafunzi wote kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye kuingiza maksi anavyokuwa anaingiza mwalimu, aidha anaweza akaingiza maksi ya mwanafunzi mmoja mmoja kwa maana ya kutafuta jina la mwanafunzi au namba ya mwanafunzi then anamuingizia max baada ya na save. Lakini njia ya pili ni kuingiza max za wanafunzi wote hii, ambao hii ni njia ambayo itamtaka mwalimu aweze kudownload template ya wanafunzi alafu kisha ingize zile max zao kupitia la Excel, alafu kisha anakuja kuupload kwenye mfumo. Kwa hiyo ni option number 2. Faida ya kutumia Excel ni kwamba mwalimu anaweza akafanya hata akiwa nyumbani, akiwa offline, ana uwezo wa kuingiza hizo marks, alafu baadaye akigeti online anaweza kazi upload. Hiyo ni, ni faida namba mbili. Lakini faida ya tatu tunasema mfumo unatafuta grades, una uwezo wa kutafuta hizo grades, una uwezo wa kutafuta divisions, una uwezo wa kutafuta nafasi ya ufaulu wa mwanafunzi katika darasa lake. Kwa hiyo tumeona kwamba ndo kazi ambayo inawachanganya walimu wengi ama inaweka katika kuwa na mazingira magumu ya utendaji kazi pale ambapo itakuwa inamtaka mwalimu aweze kutafuta grade ya mwanafunzi kwa ku calculate yeye mwenyewe au division ya mwanafunzi au nafasi ya mwanafunzi kwa ku calculate yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndani ya huu e, mfumo tumeweza ku streamline hicho kitu, tumerahisisha kwa mwalimu. Mfumo utaweza ku calculate wenyewe pasipokuwa na e, shida yoyote lakini kitu cha tatu cha, cha nne eh, mzazi atapata SMS ya matokeo ya mtoto wake kupitia simu yake ya mkononi. Hii ni moja ya faida ni na na na ya faida kubwa ambayo nimeweza kuimplement katika mfumo na kurahisisha namna ya ripoti zinazoweza kumfikia mzazi, J ya kwamba mzazi ataweza kupokea message ya matokeo ya mtoto wake kwa njia ya simu yake ya mkononi. Ndani ya mfumo hichi kitu kinafanyika, ndugu mtazamaji, tutaweza kukiona huko mbele kwenye slide zinazofuata. E, kwa hiyo hii imerahisisha sana sana sana sana kwa wazazi wengi ambao, ama wanafunzi ambao wanakuwa sio waaminifu, anapelekewa anampewa ripoti, lakini hapeleki kwa mzazi, ama anaishia njiani, anaangalia kama amefeli haipeleki. Kwa hiyo ndani ya mfumo mzazi ataweza kupata ripoti au matokeo ya mzazi wake, ya mwanafunzi wake hata kabla ya mwanafunzi mwenyewe kujua. Kwa hiyo ni faida pia, lakini faida nyingine, unarahisisha utengenezaji wa ripoti za wanafunzi, hard copy inayokuwa na maelezo yote ya shule. Kwa hiyo sambamba na kwamba inaweza kumtumia mzazi SMS, lakini pia tunahitaji zile hard copy kama maelezo ya kuja shule itafungua lini, ni vitu gani anatokeaje navyo. Kwa hiyo tunahitaji tutengeneze ripoti Reports ina, ina kwenye mfumo huu unaweza kutengeneza ripoti ya mwanafunzi mmoja au ripoti ya wanafunzi wote katika darasa fulani. Kwa hiyo hii ni moja ya faida ambayo eh, tunaweza kuiona katika huu mfumo. Mm, so hiyo ni faida ya, ya hizo reports. Lakini faida nyingine unatengeneza vyeti vya ufaulu kwa wanafunzi wanaomaliza kwa ajili ya kuwapa awards. Tumeweza kuona kwamba wanafunzi wakiwa wanamaliza especially vile vidato vya kugraduate, kwa mfano tunazungumzia darasa la saba, tunazungumzia form 4, tunazungumzia form 6. Kuna kwa na zile awards ambazo wanapewa kama vile vyeti. Kwa mfano labda mwanafunzi aliyekuwa anajitahidi sana katika somo la English, au katika somo la Physics, tunaweza kumpatia awards. Kwa Zile awards zita tuna huwa, wana, walimu wanazifanya wenyewe wa ama wanachagua na pop up kufuatana na ufaulu wa mwanafunzi, lakini ndani ya mfumo, kupo kwa utakuwa kwa streamlines, mfumo wenyewe utaenda kuangalia mwanafunzi ufaulu wake kuanzia kipindi yuko form 1, form 2, form 3, aidha utaweza kuchukua, itategemeana na walimu wenyewe watadecide vipi wanaweza wakatumia hizo ufaulu wa form 4 peke yake au ufaulu wa form 6 peke yake au ufaulu wa darasa la saba peke yake katika ule mwaka husika. Kwa hiyo mfumo tulikwenda kutengeneza hiyo eh, awards ama cheti cha wewe mwanafunzi aliyekuwa anajitahidi katika somo fulani au aliyekuwa na nidhamu au aliyekuwa na award yoyote ile ambayo academic wao wataamua. Ndugu mtazamaji, hizo ni baadhi ya faida ambazo zipo katika mfumo huu. E, ni baadhi ya faida ambazo utakwenda kuziona, sio hizo tu. Kuna vitu vingi vinafanyika ndani ya mfumo ambao vimerahisishwa sana. Kwa hiyo ni hizo, ni baadhi ya hizo faida tumeweza kuziona. Lakini mwisho, e, nipende kuwashukuru kwa kusikiliza video hiyo, ama kwa kutazama hii video. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na comment kwa ajili ya kuongeza ubora wa kazi ama kuongeza E, videos zikawa zinaweza kuwa na content nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, somo linalofuata ni jinsi ya kuingia kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tufuatilie video hizi kuanzia video hii ya kwanza mpaka video zingine zinazofuata mbeleni ili tuweze kuona e, utendaji kazi wa mfumo huu. Asante kwa...